Sitofahamu kwa mashabiki wa Young Africans wakitoa wa taarifa kusema mashabiki wa Simba Sports Club wameshindwa kusafiri kwenda kule South Africa, na wewe pia pia ukiliongelea ile swala, viongozi ukasema viongozi wa Simba watendi haki kwenye swala hili kwenda kusupport Simba South Africa. Ah, labda hili tuliweke sawa angalau, wengine mkiwaoji wanashindwa kuongea ukweli, wanaona aibu, watafukuzwa au watanuniwa upande wa Simba na ndio maana nilimwona hapa Jibii kaondoka kajitetea sana mm. katoa maelezo mengi mm. halisia timu ya Simba na Yanga ni timu ya mashabiki na wanachama, si ushanelewa na uhalisia ulivyo? mm. mzalamu mm. pasi milioni mm. sawa mm. kisugu, kisugu walikuwa wakiongea na media, wanamwomba mama ndege. Hakuna kiongozi wa Simba alikaa kwenye media kumwomba mama ndege, kweli si kweli? Hakuomba mm. Azim Dewji alisema kama ataona mm. atugee ndege, maana kama ataona mm. siku hiyo, maana hapo hujaomba. mm. waliokuwa wanaomba mashabiki mm. na mama kweli akatoa ndege, Simba waende wapi? South Africa mm. sawa, katika ndege aliyotoa wa mama watu mia moja na hamsini mm. ukichukua benchi la ufundi la Simba, sawa pamoja na wachezaji, wamekuwa wengi, tufanye sitini pamoja na wachambuzi wa soka, wachambuzi wa nini? wa soka. Wa nini? Wa nini wachambuzi wamewabeba? Wa nini mchambuzi anaenda kushangilia timu? Mchambuzi anaenda ukajua, anasubiri akosoe, si ushelewa? Sisi tumeongea na tunaendelea kuongea, kwa sababu wa viongozi wa Simba wamekosa kuwapa heshima yao mashabiki wao, wamewaacha mashabiki wa Simba wameenda kuchukua wachambuzi umemchukua Joforea, umemchukua Dokmwembe, umemchukua Oscar Oscar, sawa, umemchukua Swale Jembe. Wanaenda kufanya nini? Wanaenda kufanya nini Afrika za Afrika kusapoti timu wanaenda kushangilia? Ungechukua mashabiki wa Simba sawa, wachezaji wapo uwanjani, kelele za mashabiki wa Simba, mchezaji akiangalia, anajua huyu shabiki kasafiri shabiki kasafiri kutoka Tanzania mpaka huku, kaja kutufuata sisi, mchezaji huyu anatudai, mchezaji anaongeza nguvu. South Africa, mashabiki unauhakika wapo? unauhakika jana wameonekana kama wanahela kuja uwanjani? kwa hiyo viongozi wa Simba wanawatumia Mzalamu, pasi milioni, mziwanda, mechi ikiwa Dar es Salaam. Kusudi wafanye hamasa wao wapate hela, hii ndio maana yake. Usiogope kuongea, viongozi wa Simba wanawatumia hawa mashabiki wao, influencer wa Simba, kwa sababu kwa sababu yao mechi ingechezwa Dar es Salaam. Mzalamu atasimama kwenye jukwaa, Kisugu atasimama kwenye jukwaa, siushe hiyo basi milioni atasimama kwenye jukwaa na kofia lake lile zito, babu watu, kusudi mashabiki waje uwanja Benjamin William Mkapa, hao wapige hela, wakienda sauzi, wakisafiri hawa hawafai mpira uhitaji hivyo. Kaja kuongelea mashabiki wa Yanga wanadekezwa. Mashabiki wa Yanga wadekezwi. Uongozi wa Yanga wanajua nini umuhimu wa mashabiki wao? Uongozi wa Yanga wanajua nini sapoti ya mashabiki wao? Au labda wa wao wanaenda wanataka kwenda kuuza mechi, sio eh, ya soya soya kwangu, labda wameenda, anataka kwenda kuuza mechi kwa sababu mechi ikishauzwa, shabiki akiona au akisikia kule South Africa, si atakuja kuongea na media? Kwa hiyo akiachwa ataona <laughs> akiachwa hawezi kuona. Hii inabidi tuongee ukweli, na wasiogope kuongea ukweli. Wanasema wao waongeaji ukweli, mbona ilikaogopa kuongea meneja wa habari wa, wa simba sports Club, Ahmed Ali, kabla ya kuondoka pale airport akisema E, eh, usafiri walifuatilia lakini umekuwa hari sana kutoka hapa Tanzania mpaka Durban. Hela eh, eh, e, yake imekuwa ni kubwa sana kwa usafiri. Hela kubwa vipi ndege imetoka ya mama? Yanga alipewa ndege ya mama. Sawa? Tunakwenda South Africa. Sawa? Mashabiki walipanda au kupanda? Walipanda. Lakini sio wote. Na kuulira, sawa sio wote. Simba kaenda nani? Shabiki gani nitajie kaenda Simba? Nimeona Baby Mary kaenda. Baby Mary? Mm. Baby Mary kaenda ndege yake. Na Bebi Mari, Bebi Mari siku watano ipo kule kabla timu bado. Utasema kaenda na timu, kaenda kufanya biashara. Kwani, <laughs> mtu kaenda kufanya biashara unasema kaenda kule timu? Zandani, ni, e, e, e, ina ndani. Kwani Ninakwambia kama yupo shabiki wa Simba au mwanachama wa Simba aje, mm -hmm, aniambie kama kuna shabiki kasafiri. mm -hmm. Siku sibado, Nasoro. Siku bado wapi? Wewe mm -hmm. unafikiri kuna safari tena watu washaondoka? Mm -hmm. Ukisema siku bado inaanzaga kuondoka mashabiki alafu timu inafata nyuma. Kwa ina hiyo, leo inaanzaga kuondoka timu alafu mashabiki wanafata nyuma. Kuona wapi? Ndio timu peke yake duniani imesafiri na wachambuzi kuacha wa mashabiki. Kuna mtu mmoja anakuambiaje? Kuna mtu mmoja akatoka hapo, anakuambia viongozi wa Yanga wanawadekeza mashabiki wao kusafiri. <coughs> National anakuja na mashabiki wake aje, wa <coughs> <So, tos> na mashabiki wake je, unao, anakuja na mashabiki wake, gari wa <coughs> na mashabiki wake, Mamelodi alikuja na mashabiki wake, aje na mashabiki wake. Kwa hiyo hao wanawadekeza, wa Simba wanadekeza peke yake ndio timu peke yake imesafiri na wachambuzi duniani imeacha mashabiki. Yani hawana samani mashabiki, yani wameferi, yani Simba, ukiwa shabiki wa Simba huna samani, we shangilia, we nenda, una samani e, ikija shangilia utage ondoka, ndio zamani ya Simba, yani sawasawa. Kiongozi wa Simba ama mashabiki wa Simba, shukurani ya punda mateke. Kwenye shida mnawaita, kwenye hela mnaenda kula peke yenu kwa sababu mama akatoa ndege mm. Ukitaka kujua mama anazipenda hizi timu, si tunajua kwa sababu ndani ya yanga alitoa, mama akitoa ndege mm. kule hoteli bure, inalipwa na serikali kule kulala bure. Kwa hiyo watu wameona bora tuchukane washikaji, tuache mashabiki mm. Sio kutoka povu mm. mimi inacho niuma mimi mm. leo mzalamu mm. sawa, katoa 500. Misri waliambia laki tano tano. Sasa Misri na South Africa gharama ipi? Gani katoa? Gharama kubwa ipo wapi? Hii mimi nakugea. Okay. Na kama kuna mtu wa Simba aje kubisha. Mm. Kama hajatoa laki tano tano. Ndio maana hata kisugu laki tano haana lishindwa kwenda Misri. <laughs> <laughs> mm. Imbona imbona za ndani so, na soko. Misri nakwambia. Msemaji mm. <laughs> wao, anakuambia gharama kutoka hapa kwa South Africa gharama kubwa. Sawa? Wangu kutoka hapa na Misri gharama kubwa e, hapa na Algeria, hapa na Nigeria gharama kubwa. Bei gani hapo, ukibooking ndege kwenda South Africa mm? ukibooking ndege sawa, ni laki mbili e. mm. Sawa so, laki mbili mbali nyingi, laki mbili kwenda na kurudi mm. na pili, wasidanganyie visa South Africa, na sisi tumeingia umoja, sawa unaingia bila pasipoti, bila visa, bila eh, unaingia na viza bila pasipoti. Kwa hiyo hapa wasisingizie kitu kwenye hili mm. Hapa uongozi wa Simba wamefeli. Kama wanataka sisi tusiongee, zimebaki siku mbili mm. Wasafirishe watu waondoke. Unataka viongozi wa Simba wasafirishe watu waondoke, watu mm. wasibaki Dar es Salaam mm. timu ya Simba na Yanga mm. mashabiki na wanachama ndio wenye timu yao. Kiongozi ana timu Leo muda wa mangungu kisha si anaondoka. Ah, niambie muda wa mzalamu mwisho lini? au kisugu mwisho wake lini? ushangilia Simba upo Amla. Kwa hiyo hapa nani mwenye timu kwao? Leo mwenye timu ana watu wanaondoka, wauni kina nani wamechukua wauni? Wewe unafikiri leo umempeleka kule Oscar. Oscar sawa, Oscar anasubiri mikosewa watu wa posti Sio. <laughs> So, kushangilia timu ushe wangu hii hapa, wameakanyaga wenyewe, watulie dawa hii waingie. Unaiona Simba ikifuzu kule South Africa, inaenda kufuzu bila mashabiki. <laughs> shabiki ndio anatoa sapoti, kama veiara ilizimwa Zanzibar ndio yale naenda kuzimu wa South Africa. Viyala ndio itatoa mtu akwenda. Kwa sababu za leno unauacha so, uzalendo. Uzalendo ana nini? Bas nyama Simba. Uzalendo mimi ni ongelee Simba na kani Simba yeye uzalendo ameshindwa kufanya kwa mashabiki wao. Kama mashabiki naakati amebaki yeye. Na ye kuwauliza wale na uzalendo wao ameshindwa kufanya kwa mashabiki wao, nifanye mimi uzalendo. Kwanza uzalendo unaanza kufanya mwenyewe kwa mwenyewe. Leo umemwacha mzalamu wanaangalia kwenye TV kama na Nasoro Yanga. Alafu mimi nifanye uzalendo gani? Mzalamu mechi ataiona kwenye kideo. Kisugu, mechi ataiona kwenye kideo. Kusafiri kuna wenyewe wenyewe, kuna aliongea wao wanapandishwa ndege, wao wanapandishwa ndege, waambie na oh, wao wapandishwe ndege. Na ndio maana kila siku nawaambia mashabiki wa Simba wanaishi kama mtoto mkiwa, yaani mtoto asokuwa na baba hata mama. Sasa <laughs> kunukuu eh, vikatu ulisema wewe ni we, uh, uzalendo unauacha kwa mnyama Simba Sports Club. Ni kweli mpaka sasa hivi itakuwa kitu cha ajabu kukosa kuwashangilia wa South Africa. Mimi nipo nao na bahati mzuri walivyoondoka wameniachia siku ya Jumapili utaona nimeitinga, ndugu yangu eh, ndo kawaida yangu hiyo, na ushindi mapema kabisa. Chuma ngapi? Chuma mbili zipo. <laughs> haina tuta ile, mtu anachukua chuma mbili safi, mechi inaisha, inakuja hapa sasa. Wakisharudi rudi, waliowachwa ndio wataanza kuongea. Hii kaa nayo, nakuambia, timu ikisharudi, walioachwa waliowachwa, ndio wataanza kuongea ifuzu natoka kwa miguu mpaka Mbagala. Natoka hapa kwa miguu mpaka Mbagala, migu taratibu, sikimbii, natembea taratibu mpaka Mbagala. <hazumabu> ubwend ubaya ubwela nimeuona, ubaya ubwela mashabiki kwa watu wa Dar es Salaam. Huo ndo ubaya ubwela, hakuna ubaya ubwela mwingine. She wangu kuna mtu hapa alikuja kuzungumza Yanga aliwafunga Simba, wachezaji walikuwa wabovu. Ili siwezi kuliacha likapita hivi hivi, maekuwa kama dongo hapa linani linanisokotoa. Hujue mnao hoji wa waangalieni, wamevuta hawajavuta cha kwanza, kwa sababu kuna mtu kaka anasemaje, Simba hajafungwa mwaka huu kwenye ligi, alafu mm -hmm. Baadaye anakuja kuhesabu namba zake, anataja imefungwa kwa dhuluma. Sasa huyu mnamuelewa, hajavuta huyu ibisti <tip> ah, kwani unamuonaje? Kwa sababu unaonesha kabisa ukavuta, Simba kapigwa chuma tano na Yanga, Shabalala yupo, Kapombe yupo, au walikuwa wapo sawa. Simba akapigwa chuma mbili na Yanga, au wote wapo. Ngawa ya jamii, Simba anapigwa chuma moja Hawa kina Ateba siu kina Ngoma kina Fernandez, wote sio hapo kwenye <coughs> ligi. Simba wamejiweka wenyewe, wanajisikia raha, pwenti tatu, anachukua nani? Kafungua, hajafungwa <coughs> sasa. Chizi anatoka huko anakwambia Yanga Simba haijafungwa, waangalieni, mnawahoji. Kuna wengine wanatoka kula kidogo, kuvuta kidogo, apate stimu <coughs> asante.